angu naitwa Faris Buruhani ndiye mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM ndani ya mkoa wetu wa Kagera. Awali ya yote tupende kumshukuru sana sana sana Mwenyezi Mungu ambaye ametupa afya kuelekea shughuli yetu kubwa ya kumpokea mgombea wetu wa kiti cha urais ndani ya mkoa wetu wa Kagera, mama yetu kipenzi, jemedari wetu, Daktari Samia Suluhu Hassan. sisi kama vijana wa mkoa wa Kagera kwa ujumla wake tumejipanga vizuri kuhakikisha tunampokea kwa kishindo, lakini kwa heshima inayostahiki mgombea wetu wa urais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kimsingi, sisi kama vijana, maandalizi yetu tumeanza muda mrefu ya kuhakikisha ujio wa mheshimiwa rais ndani ya mkoa wetu, na kwa heshima tumejipanga kwa namna nyingi, lakini kwa ufupi nigusie tu hizi siku tatu kuelekea mapokezi ya mgombea wetu matembezi ambayo yatakuwa na vijana wasiopungua elfu moja na mia tano lakini lengo la matembezi haya ni kuhakikisha tunayagusia mambo makubwa matatu. Kwanza ni kuazimisha kilele cha wiki ya vijana ambacho tunafahamu kwamba kilele cha wiki ya vijana huwa ni tarehe 14 mwezi wa kumi ya kila mwaka, basi tumejipanga kuhakikisha matembezi haya yanakuwa alama ya kuendelea kuenzi mwenge wetu na kuenzi eh, kilele cha mbio za mwenge. Lakini tatu, tunafahamu kwamba tupo katika wiki ya kumbukumbu ya hayati Baba wa Taifa. Kwa hiyo matembezi yetu vile vile yatakuwa yana dhima ya kuendelea kumkumbuka mwasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini tarehe 15, ambayo ndio siku tunayotegemea kumpokea mgombea wetu ndani ya mkoa huu, sisi vijana wa Kagera tumehakikisha tumeligusa kila kundi kundi la vijana: maafisa usafirishaji, machinga, mama lishe, dada lishe, kila kundi la vijana e, vijana walio ndani ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, vijana wa kila aina, wote tutakuwa nao katika kuhakikisha tunamlaki, tunampokea, tunamshangilia kwa kishindo rais wetu na mgombea wetu wa kiti cha urais. Lakini shughuli babu kubwa shughuli ya kukata na shoka, shughuli ya kibabe itakuwa tarehe 16 ya mwezi wa kumi, ambayo tunategemea tuwe na mkutano mkubwa wa hadhara katika viwanja vya Kaitaba hapa Bukoba mjini. Kwa sisi kama vijana ndani ya mkoa wa Kagera, kwanza tumeandaa vibe la kutosha. Mambo mengine ni surprise, hatuwezi kuyatoa, lakini kimsingi tumeandaa vibe la kutosha kuhakikisha Kaitaba inajaa inafurika, lakini inakuwa na hamasa ya kutosha hamasa ambayo itakuwa inaongozwa na vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa kitu pekee ambacho tutakifanya na cha kitofauti tarehe kumi na sita tutakuwa na matembezi vile vile ya amani ambayo yataongozwa na mwenyekiti wetu wa vijana taifa, comradi Mohamed Ali Kawaida. Mwisho kabisa, sisi kama Umoja wa Vijana wa CCM, kwanza tunaendelea kuitikia wito wa Mheshimiwa Rais kuitikia wito wa mgombea wetu wa kiti cha urais Daktari Samia Suluhu Hassan wa kuhakikisha wa kuhakikisha tunakuwa mabalozi wa kulinda amani kuelekea tarehe 29. Na mimi kama mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa CCM nimesema, ndani ya mkoa wa Kagera, sisi tutaonyesha namna ambavyo amani ya taifa inalindwa kwa wivu mkubwa, na maandalizi ya tarehe 29, nadhani picha kamili ya tarehe 29 tutaiona vizuri tarehe hizi ambazo nimezitaja, na sisi kwa wingi wetu kwa umahususi wetu, tarehe 29 tutajitokeza. Sio tu kwamba tutajitokeza, ila tuna, hai, tuna, tunakiahidi chama chetu kwamba tutakuwa wa kwanza kufika kwenye vituo vya kupigia kura, ili inapofika saa nne, sasa kazi yetu itakuwa ni kuangalia wazee wetu, baba zetu, mama zetu ambao hawajafika kwenye vituo, ili tuende, tuende kuwakumbusha na kuhamasisha waende kwenye vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kwenda kupiga kura za kutosha kwa mgombea wetu wa urais Daktari Samia Suluhu Hassan, wagombea ubunge na wagombea wetu wa udiwani. Tumwahidi kwamba tutampokea, tutamshangilia, tutamwonyesha kila aina ya upendo anapokuwa ndani ya mkoa wa Kagera ili ajue kwamba vijana wa mkoa wa Kagera tunamuunga mkono na tuko naye mpaka Oktoba 29 tutakapokuwa tumemaliza zoezi la kupiga kura za kishindo zitakazompeleka Ikulu.